Miaka ishirini mpaka thelathini ni miaka ambayo mara nyingi hupita bila kujua. Na kwa hakika unaweza kugundua kwamba inapofika miaka thelathini mpaka arobaini ni miaka ya kupauka, ni miaka ya kuchapa kazi, ni miaka ya kujitafuta, kuweza kutoboa kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanafanikiwa katika renji ya miaka 30 mpaka 40. Haimaanishi kwamba hakuna watu wanafanikiwa baada ya 40 wapo. Lakini kwa hakika miaka 30 mpaka miaka 40 ni miaka ya kuweza kutoboa. Sasa kwenye video hii, uwe na miaka 20, 30 mpaka 40, kuna vitu vya thamani ambavyo vitakuandaa kwa ajili ya kuweza kujitafakari, kujichakata na kuweza kuwa katika njia sahihi ya kuweza kupambania ndoto yako. Kitu cha msingi ni kwamba lazima kushtuka mapema. Na unawezaje kushtuka mapema? Ndio maana hii video ni maalum kwa ajili yako kuweza kuwa na focus, lakini pia kujua unafanya nini since day one. Sasa ili kuepuka kuwa nje ya muda, kuwa nje ya ramani, na share na wewe mambo kumi na tatu ambayo yamenisaidia sana kuweza kubadilisha mindset, kubadilisha njia zangu za utafutaji na kwa hakika ni vitu ambavyo vimenifikisha hapa. Ukichukua machache yatakusaidia sana. Sasa kama huwezi kufocus kwa muda mfupi, kama hukuje kuzifunza haya mambo ya thamani itakuwa ngumu sana. Hapo ulipo, weka full screen kwenye simu yako ama kwenye laptop yako, chukua kalamu na tuanze kuyachakata haya mambo kwa sababu they are very very powerful na vitaenda kukusaidia kubadilisha maisha yako na bila kupoteza muda, tuanze na jambo la kwanza: duniani unalipwa kulingana na thamani unayozalisha ama kwa lugha nyingine tunasema dunia inakulipa kwa kile unachokuwa, sio kwa kile unachotaka. Utalipwa kile unachostahili sio kile unachotamani. Value unozalisha kwenye maisha ya watu, thamani unozalisha kwenye maisha ya watu, ndicho hicho utakuwa unaingiza kwenye benki yako. Ngoja nikupe mfano mmoja. Ukiwasaidia watu kutengeneza bustani zao, watakulipa fedha. Ukiwasaidia watu kuboresha afya zao, watakulipa fedha. Ukiwasaidia watu kuweza kuuza product zao, watakulipa pesa. Na hivyo ndivyo tunavyozalisha thamani. Sasa utalipwa kwa thamani unayozalisha sio ile unayotamani. Ndio maana kwenye maisha kuna vitu huwa vinafurahisha sana. Unaweza kukuta mtu amesoma sana na ujuzi sana, lakini kwa huduma yake analipwa shilingi laki mbili afu mtu aliye kanjanja kanjanja, aliyesoma kwa ujanja ujanja analipwa shilingi laki tano. Ni kwa nini? Ni kwa sababu dunia inakulipa kile unachostahili. Unaweza kuwa na ujuzi mkubwa sana una experience kubwa Great skill. Lakini positioning yako, marketing yako, uwezo wako wa kunegotiate uko chini sana. Always learn kujiposition na kuwa mtu bora kwenye kitu unachokifanya. Dunia inakulipa kile unachostahili na sio kile unachokitaka. Jambo la pili, hii ni moja ya kitu ambacho watu wengi sana wanashindwa kuelewa vizuri. Kuwa na ujuzi ni kitu kimoja, kujua namna ya kuuza huo ujuzi ni kitu kingine kabisa. Ndiyo maana sasa hivi tunapambana na mambo ya VETA. Umemaliza degree yako, unatakiwa uende VETA kwa sababu chochote kile ambacho umesomea, ujuzi wako wote ule uliokuwa nao, kama hujui namna ya kuuza na kujiposition sokoni, hakuna mtu atakayekuja kukulipa kwa ajili ya kuweza kununua huduma zako. Jifunze kuuza, jifunze copywriting, jifunze jifunze sales, jifunze digital marketing, jifunze marketing kwa ujumla. Always learn how to sell your skill. Kujua tu kitu haimaanishi unaweza kuingiza thamani. Let me tell you one thing. Kwa nini tunatengeneza content? Tunatengeneza content ili watu wengi waweze kujua kitu tunachokifanya na waweze kununua. Kwa nini tunarusha matangazo? Tunarusha matangazo ili watu wengi wajue kwamba tupo tuna exist waje wanunue. Sasa wewe upo zako pale Buza, mtaalamu sana wa kutengeneza logo. Hakuna mtu anayekufahamu. Kuna kitu chochote ambacho utapata? Ni kupoteza muda. Kwa hiyo kuwa na ujuzi ni kitu kimoja, lakini kuweza kuwashawishi watu wanunue huo ujuzi ni kitu kingine kabisa. Always jifunze kuuza kitu ambacho uko nacho. Mtu ambaye ana ujuzi kidogo, ana knowledge kidogo, lakini yuko bora kwenye kuuza, kuna fedha, kuna fedha ambayo ataipata hapa katikati. Lakini wewe ambaye una ujuzi wa kiwango cha juu na huwezi kuuza mambo yatakuwa mazito sana, kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa pamoja, kile unachokijua na the best way ya kuweza kukipositioni sokoni, ili watu waweze kukulipa. Jambo la tatu, ni jambo jingine ambalo ni jambo la muhimu sana, ambalo litakusaidia kuweza kubadilisha perspective ya maisha, na hii nilijifunza kwa one of my mentors, anaitwa Sam Ovens. Sam Ovens huwa anasema, vile unafanya jambo moja linaashiria vile unafanya kila kitu. How you do one thing is how you do everything. Hii inamaanisha nini? Kwenye tathmini za maisha, mara nyingi tabia huwa zinajidhihirisha kwenye vitu vidogo vidogo na vitu vingi vingi ambavyo tunakuwa tunavifanya. Kwa hiyo, vile unavyoongea na rafiki yako, vile unavyoongea na mzazi wako, vile unavyoongea na mteja wako. Mara nyingi kuna patterns ambazo zinaonekana. Kwa hiyo, usijidanganye kwamba ukiwa huwajari ndugu zako, utawajari wateja. Usijidanganye kwamba kama huwajari washikaji utawajari wateja. Mambo huwa yanadhihirika moja kwa moja. Kama hujali vitu ndani ya ofisi yako, hujali wafanyakazi ambao unafanya nao kazi, ni vitu ambavyo vitadhihirika tu hata kwa upande wa wateja na upande wa biashara. Vile unafanya kitu kimoja, ni mara nyingi sana itaishia kwamba ndivyo unavyofanya kila kitu. Kwa hiyo, anza kuangalia tabia zako vidogo vidogo tabia zako ndogo ndogo zinaathiri vipi mambo makubwa makubwa? Kwenye Biblia huwa kuna kauli msemo, sio kama tunapata, lakini wanasema kwamba huwezi kuaminiwa kwa vitu vidogo, huwezi kuaminiwa kwa vitu vikubwa vikubwa. Ni kile kitu kile kile, kwa maana yake kwamba tunajipime kwa kuangalia namna tunavyohendo vitu vidogo vidogo, kwa sababu ndivyo hivyo hivyo tunakuwa tunahendo vitu vikubwa vikubwa. Jambo la nne. Connection na uaminifu ni mtaji wa uhakika. Jifunze connect na watu. Uaminifu wako unapokuwa na watu unakurahisia zaidi kuweza kufanikiwa kwenye kitu unachokifanya. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mara nyingi sana unakuwa na idea kali lakini huna mtaji, una idea kubwa sana lakini kuna watu ambao wanaweza kukufikisha huko kwa kutumia ujuzi wao, kwa kutumia connection zao, kwa kutumia vitu ambavyo wamejaliwa. Kwa sababu huwezi kufanikiwa kwa vitu vyote ambavyo uko navyo, ambapo tunasema uanze na kile kitu uko nacho kwa sasa. Maanake ni kwamba kuna watu wengi huko njiani watakusaidia. Kwa hiyo always learn how to connect na, daima jifunze kujipositioni namna ambavyo una connect na watu na engage nao, bila kusahau uaminifu wako unapokuwa na watu. Mtu akikuamini akikupa mtaji kidogo, mtu akikuamini akakukopesha, mtu akikuamini akakupa bidhaa bi, bi, kwa malikauli, hakikisha unakuwa mwaminifu kwa sababu, ukiufunga huo mlango mmoja, utafunga milango mingine mingi mingi mingi. Pointi ya muhimu: connect na watu, kuwa mwaminifu. Watu wengi wamefanikiwa kwenye maisha kwa kuwa na ideas pekee, mitaji, watu wa sapoti, wameconnect na watu huko nje wakawapa sapoti, watu wakawapa mitaji. Kwa hiyo uaminifu wako unadetermine kiwango chako cha mafanikio. Always, always hakikisha una uaminifu uadilifu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu ni factor ya muhimu sana kwenye mafanikio na kule unakotaka kwenda kufikia. Jambo la tano, ukianza kufanya project, hakikisha unaimaliza. Washindi na watu wanaofanikiwa kwenye maisha ni wale ambao huwa wanafanya jambo moja mpaka wanafika nalo mwisho. Sasa losers huwa wanakuwa na project kama 20 wanazozifanya na hawazizingatii. Unakuta mtu anafanya mambo kumi, anamaliza moja, tisa hajawahi kuyamaliza. Anaandika vitabu, anaandika vitabu kwenye ukienda kwenye draft zako, na vitabu kama 20, hakuna hata ambacho umeikumaliza. Washindi wanaanza project na kuimaliza. Kuwa closer kwenye kila task unayoifanya. Ukianza project imalize, uza. Ukianza project imalize, uza. Acha kuwa mtu wa kujaribu jaribu vitu, acha kuwa mtu wa kuweka draft draft. Ukifanya kitu kimoja kimalize, ukifanya kitu kimoja kimalize, na hii ndio tabia ya washindi. Kama upo kwenye tabia ya kujaribu jaribu vitu bila kuvimaliza, maana yake upo kwenye dalili mbaya. Washindi na wanaofanikiwa huwa wanafanya kitu na kukimaliza bila kuchukua muda Jambo la sita, kama kuna ujuzi mmoja ambao nitakushawishi kwa namna yoyote ile ama kwa gharama yoyote ile uweze kujifunza, basi ni ujuzi wa kuuza. Unaweza kusema ni copywriting, kuuza kwa kupitia maandishi. Inawezekana ni sales ya kawaida, kuuza kwa kupitia simu na vitu kama hivyo, closing kwa maana ya kufunga mau... chochote kile. Lakini point ya msingi, jifunze kuuza, whether ni ujuzi wako, whether ni biashara za watu wengine, chochote kile ambacho unaweza kufanya. Ukiweza kuwa mtu mzuri kwenye kuuza hutalala njaa kwa sababu duniani ujuzi unaolipwa zaidi ni ujuzi wa kuwasaidia watu kuuza vitu vyao. Usipouza vitu vya watu bado utauza vitu vyako. Kwa hiyo pointi iko pale pale, hutalala njaa. Kama kuna ujuzi ambao tunaweza kufanya ni kampasale shuleni na kila sehemu, basi ni kuuza. Ndio maana hata kule mwanzo nilikuwa nasema kujua ujuzi ni jambo moja na kujua namna kuuza ni jambo jingine. Sasa hapa tuna kazia. Ujuzi wa kuuza utakusaidia wewe kuweza kuuza, kuuza chochote kile kwa mtu yeyote yule wakati wowote ule na kuingiza fedha na maisha yako kuweza kuwa vizuri kabisa. Hakikisha una focus kwa kujifunza kuuza na sio vinginevyo. Always learn how to sell. Jambo la saba, unapoweka malengo usisahau kujibadilisha wewe mwenyewe kwa sababu unaweza kuwa na malengo mazuri sana lakini, usipokuwa na haiba, usipokuwa na ujuzi, usipokuwa na tabia za watu wenye wenye uwezo wa kufikia hayo malengo, itakuwa ngumu sana. Let's say, let's take an example. We, tabia zako ni za mtu ambaye anaingiza shilingi milioni moja kwa mwezi na unatamani kuingiza milioni kumi kwa mwezi, unatakiwa kuwa na tabia za mtu wa milioni kumi, unatakiwa kuwa na haiba ya mtu wa milioni kumi unatakiwa kuwa na ujuzi wa mtu wa milioni kumi. Kwa hiyo if you don't change, hakuna ambacho utaenda kukipata, itakuwa ni nyani yule yule msitu mpya. Kwa hiyo hakikisha unajibadilisha mwenyewe. Kitu kizuri na wanadamu ni kwamba sisi tuna uwezo wa kujibadilisha. Wewe hapo ulipo unaweza kujibadilisha ukawa mtu mpya kabisa. Sasa kuna mtu anakuambia mimi ni introvert, siwezi kuongea na watu, siwezi kuuza, mambo ya hivyo kabisa Mwanadamu yoyote yule ana uwezo wa kujibadilisha na kuwa mtu mpya. Pointi ya msingi ni kwamba jibadilishe kuendana na malengo yako, siyo malengo yako yaendane na wewe. Jambo la nane ambalo litakusaidia sana kuweza kuongeza mafanikio yako, always kupandisha standard zako. Pandisha standard zako, achana na standardi za chini za maisha. Raise the bar. Raise the bar. Salio lako la benki, raise the bar. Marafiki unaotembea nao raise the bar. Vitabu vyako unavyosoma raise the bar. Wateja wako unaofanya nao kazi raise the bar. Biashara unazofanya raise. Price raise. Kile unachokifanya anza kupandisha standards, kwa sababu binadamu tuna tabia ya kuwa tunapambana kuto kushuka kwenye standard zetu ambazo tumejiwekea. Unaweza usipambane kufikia ndoto yako ya kiwango cha juu sana lakini hutokubali ku breach ama hutokubali kuvunja standard zako ambazo umejiwekea. Kwa hiyo hakikisha standard zako ziko juu, kwa sababu hicho ndio kiwango cha kujipimia mafanikio. Marafiki, tabia, pesa unazoingiza, bei zako, wateja, chochote kile ambacho kiko kwenye maisha yako hakikisha standards ziko juu. The bar should be raised very, very far kwa sababu ni muhimu sana kuhakikisha bar yako iko very, very high, ili, ili kutofautisha na kuwa kwenye medium life. Kwa sababu watu wengi wanazoea kuwa kwenye medium life halafu anakuwa muda mrefu, kumbe umezoea maisha ya ajabu ajabu. Kwa hiyo the best thing ambayo unaweza kufanya kwenye, kwenye maisha yako ni kujiwekea standard za juu ili upambane kutokuzi, kutokwenda chini, na hivyo ndivyo unavyotoboa mdogo mdogo kuja kushtuka, tulishaondoka. Kwa hiyo hakikisha standard ziko juu sana. Namba tisa, ukiweka malengo jiheshimu na uyafuate. Watu wengi wanapenda kuheshimu watu wengine, utamheshimu mzazi wako, utamheshimu mwalimu, utaheshimu washikaji, utaheshimu macho ya watu, lakini ukiweka malengo yako ujiheshimu. Ndio maana utaacha kufanya kitu ambacho umejiambia ufanye, lakini utafanya ambayo washikaji huyu wanataka. Utaacha kufanya vitu vyako kwenye malengo yako kwenye ndoto zako, lakini utafata kile ambacho mzazi kasema, mwalimu kasema na kila kitu. Ni tabia ya kibinadamu. Sasa, mimi nakukumbusha jifunze kujiheshimu wewe mwenyewe, na ujiheshimu kila unapoweka malengo yako. Kama unaweka malengo na huwezi kuyafata, maana yake kujiheshimu. Na kuyafata malengo yako kikamilifu maana yake ni kujibadilisha kuwa mtu mpya. If you don't change yourself, manake hujiheshimu, unaweka malengo ambayo unajua hutayafikia. Jiheshimu na hakikisha umefocus katika kuachivu ndoto ambayo umeweka wewe mwenyewe. Usifikirie sana, jifunze kuwa mtu wa vitendo. Acha kuwa mtu ambaye unakuwa kwenye plani kwa muda mle mrefu sana kama Sugu ambavyo waga anasema unamaliza miti hmm? Baada ya kuchukua hatua unamaliza miti. Kwa hiyo kuwa mtu wa vitendo, punguza maneno maneno, punguza kupigapiga stori, punguza mipango mipango. Mara nyingi wewe unatuchelewesha sana. Jifunze kuwa mtu ambaye unachukua hatua za haraka kufanya kitu ambacho kinatakiwa kifanyike kwa wakati. Punguza maneno, punguza mipango, punguza simu, anza kutenda hii ni fact hai itakokuharakishia sana kuweza kufikia ndoto zako. Ni moja ya kitu ambacho kitakuharakishia sana kuweza kufika kwenye mafanikio unayoyataka. Sasa shida ni kwamba watu wengi wanaweka mipango. Unajua mipango, unajua unaweza kujikuta unaweka mipango kwa miezi sita. Weka mipango kwa mwaka mzima. Unajua kushtuka, malengo yako ulikuwa umeweka mwaka huu, umepanga tu, hakuna kitu chochote ambacho umeachieve. Kuna tofauti ya kupanga na kuachieve dream. Kuna tofauti ya kuwa kwenye mwendo na kumake progress kwenye maisha. Kwa hiyo hakikisha upo kwenye kufanya vitu kwenye uhalisia na sio mipango ya kila siku ambayo haina inapoenda na haina kitu ambacho inaachivu. Namba kumi na moja, kuna tofauti kubwa sana ya kukijua kitu na kujifunza kitu. Kama umejifunza kitu haimaanishi unakijua kitu. Ukisoma kitabu maana yake ni kwamba umesoma concept fulani kichwani mwako, unajua hicho kitu sio kwamba unajua kukitendea kazi. Kuna msemo waga watu wanapenda kujidanganya kwamba, uh, knowledge is power. Watu wanapenda kusema knowledge is power. Lakini usahihi ni kwamba knowledge is potential power. Kusoma kitabu haikufanyi kuwa mtaalamu. Kusoma kitabu haikufanyi kuwa guru kusoma kitabu haikupi uzoefu. Ni asilimia mia moja mtu ambaye asiyesoma kitabu atumie janja janja zake ku take action kufanya vitu kwenye uhalisia kupata experience na kuwa bora kuliko mtu ambaye anasoma vitabu mia moja kwa, kwa mwaka na hachukui hatua yoyote. Point ni kwamba kama unasoma vitabu na uchukui hatua, wewe unapiga hapo nyeto akili yako unafanya mental masturbation. Watendaji ndio wanaoleta matokeo duniani. Watendaji ndio wanaopata mafanikio. Kama upo kwenye kujidanganya kwamba unasoma, unasoma kozi, unasoma vitabu, unafanya nini? Una maarifa mengi kichwani lakini hakuna kitu unachokifanya. Wewe hauna tofauti sana na mtu ambaye hajui kitu. Let me tell you. Kwa watu ambao wamemaliza shule Kumbuka, ni vitu gapi, vitu vingapi ambavyo unavikumbuka tangu umemaliza darasa la saba? ni vitu ngapi ambavyo unavikumbuka tangu umemaliza form 4? vitu vingapi ambavyo unavikumbuka tangu umemaliza degree yako? kwa wale ambao umemaliza, ni vitu vichache sana sana sana. Vitu pekee ambavyo utaishi navyo ni vile ambavyo ulichukua hatua ukavifanyia kazi ukatengeneza experience na kuvifanya vikawa kawaida yako kila siku. Tofauti na hapo kusoma kitu haimaanishi unakijua. Focus kwenye kuchukua hatua, kwenye kupata matokeo, kwenye kuwa bora zaidi kuliko kujifunza, kwa sababu zaidi na zaidi ni kupoteza muda na kufanya mental masturbation. jambo la kumi na mbili, daima fanyia kazi mindset yako. Mindset ni program ama ni projekti ya maisha yako yote ndio maana mara nyingi tu huwa unakwama, unajikuta upo kwenye anxiety, unajikuta upo kwenye msongo na ma stress, kwa sababu akili ya mwanadamu inatakiwa kuwa brushed kila siku. Always work on your mindset, hiki huwa nasema kila siku, mindset is not a one time project. Ni project ambayo unatakiwa kuwa nayo kila siku, meditate, ishi mindfully, hakikisha unapitia jono yako, andika jono. Una vision board, hakikisha unaipitia vision board yako kila siku, kwa sababu mindset na akili ina tabia ya kupanda na kushuka. Binadamu tuna patterns, kuna patterns, unakuwa umeenda juu, unakuwa umeshuka. Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa kwenda kupanda na kushuka, ni muhimu sana kuwa una, unafanyia kazi mindset yako, kwa sababu usipojitambua hivyo na ukawa always uko down, maana yake unashindwa kuwa productive. Jifanyie kazi mindset yako kila siku, kwa sababu ni kitu ambacho kitakupa mafanikio sana. Na kwa bahati nzuri ama kwa bahati mbaya ni kwamba mindset kwenye mafanikio inachukua zaidi ya 80% mpaka 90% za mafanikio yako. Hizi mbinu zingine, si biashara na kila kitu, kama asilimia kumi tu, kwa sababu bila mindset huwezi kutekeleza na kuwa na uwezo huo wa kuwa kwenye peak kila siku. Mindset ndio kitu pekee ambacho kitakachokubeba 24/7 siku 365, siku 363. Daima mindset yako itakubeba na sio mbinu hizi za kila siku, ambazo nadhani sio mbinu za marketing, sio mbinu za nini, zipo tu. Without a proper mindset, kila siku utakuwa kwenye up and down, up and down. Hakikisha mindset yako inafanya kazi kila siku, sababu ndicho kitu kitakachokupa Mafanikio kwa haraka zaidi. Jambo la 13, mafanikio ni matokeo ya kufanya vitu vidogo vidogo vingi kwa muda mrefu zaidi. Hakuna siku utakuja kufanya kitu kimoja ambacho utasema ndicho kimeleta mafanikio yako. Kila siku vihatua vidogo vidogo unavyovifanya ndivyo vitakuja vikupe mafanikio. Kwa mfano, Ukienda gym siku ya kwanza hutaona kitu. Ukienda gym siku ya pili hutaona kitu. Siku ya tatu hutaona kitu. Siku ya nne hutaona kitu. Baada ya wiki utaanza kuhisi kitu. Baada ya wiki mbili utaanza kuhisi kitu. Baada ya mwezi kuna kitu utaanza kukiona. Ndivyo ilivyo na maisha, ndivyo jinsi yalivyo. The way unavyo behave kwenye maisha yako taratibu taratibu, with consistency ndivyo ambavyo vitu vinatokea kwenye uhalisia. Kwa hiyo huwezi kusema kwenye biashara yako labda utaanza si wiki ya kwanza, mwezi wa kwanza, miezi sita, mwaka mmoja ufanikiwe. Wakati mwingine unaweza kufanya kwa muda mrefu sana bila kuona mafanikio yoyote. Lakini ukweli ni kwamba zile hatua zako ndogo ndogo za kila siku, kila siku unatafuta wateja, kila siku unapigia simu wateja, kila siku unafunga mauzo, ndio biashara inavyokuwa. Kwa hiyo hizi hatua ndogo ndogo ndio zinakuja kuleta mafanikio makubwa tunayoyatafuta. Kwa hiyo hakuna kitu utakacho kufanya kitu kimoja kitakupa mafanikio yako, ni hatua hizi tunazozifanya kila siku ndogo ndogo, ndizo hizo hizo zinatusaidia kuweza kufikia kiwango kikubwa tunachotaka kufikia kwenye maisha. Ishi nayo hii, kwa sababu itakusaidia sana, daima kuwa kwenye momentum, daima kuwa na consistency ya juu, kuhakikisha unafikia ndoto zako ambazo unataka uzifikie kwenye maisha.